Tunakemea vikali sana kauli ya, ya rais wa mpira Wallace Karia, uh, kwamba hii kauli sio ya kiuana michezo. Hii kauli ni ya uzalilishaji, na sisi kama wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans hatutakaa kimya katika kukemea katika hili swala. Tutakemea kadi tuwezavyo, e, yeye kama Wallace Karia, kama rais wa mpira wa, wa, wa miguu hapa nchini tulitegemea tutapata haki kutoka kwake, lakini mpaka sasa hivi kwa kauli aliyoitoa juzi imedhihirisha dhahiri kwamba Young Africans haiwezi kupata haki kupitia rais na, na, na kamati zake. Sisi kama matawi ya Yanga Dodoma, kupitia hili alilolisema, hatuna imani na Rais Karia na hatuna imani na bodi na na taasisi zote anazosimamia ya chini yake kwa sababu kama yeye kiongozi mkubwa wa taasisi katoka na kutoa kauri ya namna ile, kwanza kushtumu Young Africans, kushtumu viongozi wetu tuliowaweka kwa mujibu wa katiba. Ili swala hatutakaa tukalichekea hata siku moja. Na hili ajue kabisa, wanayanga Dodoma, matawi yote zaidi ya matawi hamsini hatujakubaliana na kauli yake na atuombe radhi kwa kutukosea wana Yanga, atuombe radhi kwa kuukosea mpira wa nchi hii. Aende Somalia, sahihi kabisa. Kwa sababu tukisema kwamba ametukosea sisi tu, huu mpira unaharibiwa wa nchi hii. Kanuni, sheria na taratibu zilizowekwa kuongoza huu mpira ndio zinazotakiwa kusimamiwa zimekanyagwa, yeye kama baba au msimamizi wa hizi sheria na kanuni zilizowekwa, alitakiwa atoke na akemee viongozi wake waliozikanyagakanyaga hizi taratibu. Yeye anatoka na kuwakingia kifua. Kuna nini nyuma ya hili jambo? lilianza kuzungumzwa kabla ya Machi nane, yani kabla hii mechi haijachezwa tarehe nane, tetesi zilishaanza kwamba hii mechi itaahirishwa. Je, yeah, anahusika katika hili kwa sababu, kwa kauli yake ya juzi inaonekana anatetea kitu ambacho kilishaanza kutengenezwa kabla ya tarehe nane. Hili jambo wanayanga wa Dodoma hatulikubali. Tunamwomba wais karia aombe radhi mashabiki wa Yanga, aombe radhi wana michezo wa nchi hii, kama anataka huu mpira uendelee kuwa na heshima katika nchi hii Tunamheshimu sana, tunaheshimu mambo mengi aliyoyafanya mazuri, sio kwamba hamna mazuri aliyoyafanya yapo, lakini swala hili alipolifanya, hatukubaliani nalo hata kidogo. Kupitia barua na andiko walilolitoa, msimamo wa klabu na msimamo wa kamati tendaji, kamati tendaji tuliichagua sisi pale. Huu ndio msimamo wetu sisi wanayanga Dodoma na wanachama wa Dodoma, kwa hii mechi sisi hatutaicheza tena, sisi kama wanayanga kwanza, anatuzalilisha. Ametuzalilisha. Sasa hivi mpaka sisi tunakuja kuongea na wewe, ni rais wetu, amechafua hali ya hewa kututukana, yale ni matusi na nimekuambia mtu ambaye unaweza ukamtukana kakaa kimya ni mkeo, kwa sababu umemlipia mahari, na hata kilalamika atawambia ndugu zako kimya kimya. Lakini yeye Kalia kaitukana Yanga, ni chafu, wachafu wale, sisi ni wachafu. Ametufeva. Kati ya klabu ambayo ameifeva Tanzania hii ni Yanga. Ameifeva wapi? Aweke hadharani kila ambacho ameifeva Yanga. Afu sisi tuuza seti zetu tumrudishie. Ndio maana nimesema yeye sio mtu wa mpira, amejificha kwenye mpira kama imeshindikana kwenye mpira arudi kwenye professional yake, maana tunaijua alikuwa anafanya kazi gani. Tunajua arudi akafanya ile kazi aliyokuwa anafanya. Tunawaomba wazee wenzetu walioko mikoa mingine 27, 28, 29, vyovyote vile, mpaka na huko Zanzibar, tuwaunganishe tupige kelele kusema kwamba mechi yetu ilishachezwa tarehe nane, tunasubiri kupata pointi tatu. Ndo msimamo wa Yanga kutoka kwa wazee wa Dodoma kupitia klabu yetu.